Hello, habari, karibu sana na hii ni Shayia TV. Eh bwana, ni muda mwingine tena tunakutana katika mfululizo vipindi vinavyohusiana na teknolojia. Eh bwana, ni jinsi gani unaweza ukaficha vitu vyako kwenye simu yako bila mtu yeyote kuvijua kabisa? Unaweza ukaficha video, unaweza ukaficha unaweza ukaficha document mbalimbali kwenye simu yako, na mtu yote akishika simu yako hawezi kujua kama kuna vitu ambavyo vimefichwa. Vilevile unaweza ukaficha browser mbalimbali mbali kupitia application ambayo nitakuelekeza leo. Ni application gani hiyo? Hebu tuende pamoja ili tuweze kuiona application hiyo. Kitu cha kwanza utaenda play store, yani Google Play Store ano so Google Play Store vile kuna jua Google Play Store wala so hii tenda Google Play Store, ndugu yangu. Ukishaenda Google Play Store kama well, jinsi mimi nilivyoenda Google Play Store yenyewe, kwa kuwa mimi nisha type maneno hapa, ndo maana inaonekana. Yes. Baada ya kufungua Google Play Store, utasearch au utatafuta neno utaandika kama jinsi mimi ninavyoandika hapa, bila shaka unaona kama hivi. Kisha andika maneno hivyo, utasubiri ifungue. Unaona, imefungua eh, ilivyofungua kama hivi, bila shaka meione hii application ambayo nimeandika, ngoja kuonyesha. E, umeona hiyo sehemu niliyozungushia hiyo mstatili. Umeona, baada ya hapo, kuna neno hapo mbele limeandikwa open Imeandika open kwa sababu hii application mimi nishai download tayari, lakini kwa kuwa wewe hii application hujai download hapo mbele e e e i hapo mbele itaandika neno basi, utagusa ilo neno ukishagusa neno ilo, maana yake utai download hii application. Ukishai download baada ya hapo utaset password zako, utaset password kupitia ile mishale hiyo hapo. Application hii ukisha set hizo password basi utaweka application zako mbalimbali mbali, ambazo uhitaji mtu aweze kuziona. Utaweka documents, utaweka video, utaweka picha mbalimbali mbali, ambazo uhitaji mtu akifungua simu yako au mtu akishika simu yako, ili asiweze kuziona kabisa hizo uh, video na picha zako, au picha zozote au browser yoyote, bila shaka unanielewa. Maana yake narudia rudia, rudia sana ili uweze kunielewa vizuri. E, kuna application zingine pia ambazo huwa zinatumika kuficha video na picha pia. Ngoja nikuonyeshe application mojawapo pia. Umeiona hii application ilioelekezea mshale? Hii ni application pia, hii ni nzuri pia. Hii application pia, mtu akishika simu yako hawezi kujua kabisa application hii inatumika kuficha video au picha. Maana yake nitakiwa, yani mtu hao mzoefu sana, na hata kama hao mzoefu hataangaika kuangalia angalia kama umeficha video au nini. Maanake kwanza hata akiangalia, maanake application hizo huwa zina password, utakuwa umeweka password zako au umeweka nywila, kwa hiyo hawezi kuingia na kitu kingine, kwanza hawezi kuangaika kabisa, kwa sababu application hizi huwa zinafanana na hizi application za kawaida tu. Ataona ni application kama ni calculator au saa, lakini kumbe sio saa wala calculator. Hii ni application ambayo huwa ina feature baadhi ya video, picha, browser na vitu vingine vingi ambavyo uhitaji watu wengine waweze kuviona kwa haraka zaidi. E, bwana bila shaka umenielewa. E, ukisha download hizo application, wewe jaribu kuset hapo, ni rahisi na utaficha vitu vyako. E, bwana sina mengi. E, e, na kukumbusha tu kama we ndo mara ya kwanza umetazama video hii au ndo umeendelea kufuatilia channel ya Shayia TV. E, usisahau kugusa neno subscribe lopo chini ya video hii naiangalia ee. Ukifanya hivyo kwa kila video ambazo nitakuwa naweka au elimu ambazo nitakuwa naweka kwenye chaneli hii ya Shayia TV, utakuwa unazipata haraka na mapema zaidi. Sina mengi na kutakia siku njema.